Serikali ya Rais Samia imeamua kuwa wazi kwa kuhakikisha kwamba Watanzania wenye kufanya kazi wanapata kipato chao. Niwaombe, endeleeni kufanya kazi kwa bidii. Asitokee Mtanzania hapa kuja kuleta maneno yasiyofaa, msikubali hata kidogo. Na ninyi viongozi mlioteuliwa na Mheshimiwa Rais, Mkuu wa Wilaya, dhibitini vitendo vyovyote viovu, chukweni hatua bila kujali nani analeta vitendo hivyo. Na nimeeleweka vizuri Hayo ndio maelekezo yangu. Hakuna kufanya mchezo kwenye swala la amani. Hatutafanya mchezo, hatutakubali. Tutachukua hatua, bila kujali ni nani anafanya jambo hilo. Nadhani lugha imeeleweka vizuri. Ndio. Kwa hiyo haya ni maelekezo yangu yaende nchi nzima. Wakuu wa wilaya wote 100 na ngapi? 39 eh? Wakuu wa wilaya 139 nchi nzima. Mkiwa kama wenye viti wa kamati za ulinzi na usalama, chukueni hatua. Dhibitini vitendo vyovyote, chokochoko, migogoro isiyofaa. Huu ni wakati wenu wa kuonyesha kwamba taifa hili linawategemea na rais, wetu alipowapa nafasi hizi hakukosea hata kidogo. Kwa hiyo chukueni hatua. Hayo ndio maelekezo yangu ya kama waziri wa nchi, chukueni hatua. Watanzania wanawaamini, hawataki taifa lenye kusigana, hawataki taifa lenye migogoro wanataka waende wakalime, waende wakauze mazao yao, waweze kupata uchumi, watoto wetu waweze kusoma katika taifa ambalo baba wa taifa alituhusia na akatuachia taifa hili likiwa salama. Hatutakubali hata kidogo kuona taifa hili watu wachache wakitumiwa na vibaraka wao kutaka kuliingiza taifa hili kwenye changamoto. Hatutakubali, nadhani lugha hii imeeleweka. kwa namna ile ile ambayo baba wa taifa ametuachia taifa hili tutahakikisha na sisi tutalirithisha taifa hili kwa vijana wetu, vizazi vitakavyokuja, taifa hili likiwa salama. Nadhani lugha hii imeeleweka vizuri. Huo ndio msimamo wa serikali na huo ndio msimamo wangu kama kiongozi wenu. Wakuu wa mikoa kote nchi nzima, wakuu wa wilaya kote nchi nzima, tengenezeni wananchi hawa waendelee kuwa na amani, waipende nchi yao, waende wakalime, waende wakafanye kazi kulijenga taifa hili. Baada ya maelezo haya, Niko tayari kwa ratiba inayoendelea. Asanteni sana kunisikiliza.